Akiba ni mlinzi wako mkubwa yanapokuja masuala ya, ya kifedha. Akiba ni mkombozi wako mambo yasipoenda vizuri. Akiba ni silaha yako ambayo unaitegemea na unatakiwa kuendelea kuitegemea ili ukae kwenye usalama katika masuala yako ya kipesa. Usipoweza kutunza hata akiba ndogo, utafikiaje kwenye hatua za kufanya uwekezaji mkubwa? Na usipokuwa na nidhamu ya kuweka akiba, utawezaje kudumisha nidhamu yako ya kuendelea kutafuta pesa. Uwezo katika tabia ya kuweka akiba ni kiungo kikubwa na cha muhimu sana kwenye maisha ya kifedha kwa mtu yeyote, na ili uijenge hii nguvu ya akiba, kuna hatua za msingi ambazo unatakiwa kuzifuata ambazo zitakusaidia kujenga usalama kwenye nguvu hii ya akiba. Hatua ya kwanza, unatakiwa kuainisha maeneo ya msingi ambayo yanahitaji kuwekewa akiba na hili litaongozwa na mipango yako ya muda mfupi, ya muda wa kati, na mipango ya muda mrefu, lakini pia hili litaongozwa na utaratibu wako wa kudhibiti mipango ya matumizi na kipato. Ukiangalia mipango yako na uwezo wako kwenye kuingiza pesa na ukiangalia malengo yako ya muda mfupi, wa kati na muda mrefu, utajua ni wapi unahitaji kufanya kitu gani na ni kipi kinahitaji kuwekewa akiba. Mipango na malengo ya muda mfupi inawezekana ikawa labda ni mpaka miezi sita kwa baadhi ya watu ni mpaka miezi kumi na miwili Muda wa kati ni kama miaka miwili mitatu, au zaidi kidogo, lakini mipango ya muda mrefu ni miaka kumi kumi na tano ishirini au zaidi. Kama bado hauna mipango hauna malengo kwenye mapato na matumizi na kipindi ambacho kiko mbele yako, fanya hivyo kwanza, na hiyo itakuongoza kujua ni maeneo gani ambayo yanahitaji kuwekewa akiba ya fedha. Hatua ya pili ni kuchagua kanuni itakayoongoza matumizi yako ya kipato. Unachoingiza inabidi ukitenge kipato chako kwenye vipengele kadhaa na kwenye viwango vya pesa, ili maisha ya kawaida yaweze kuendelea na ili uweze kuwa na kiwango kinachobaki kwa ajili ya hiyo akiba ambayo umeamua kuiweka kwenye maeneo uliochagua. Kanuni nyingi zinatenga kipato kwenye makundi matatu: matumizi ya kawaida ya kila siku, chakula, malazi, mavazi, makazi, usafiri. Kipengele cha pili utakuta ni akiba, na kipengele cha tatu ni uwekezaji. Sasa kwa kuzingatia vigezo hivi, umri wako, ukubwa wa kipato chako, ukubwa wa malengo yako, na eneo ambalo umefikia kwenye safari ya malengo yako na ukuaji wa kipato chako, ndo utaamua ni mgawanyo upi utauweka.

kwenye kipato chako inawezekana ikawa ni 50 30 20, kwamba asilimia 50 kwenye matumizi ya kawaida ya kila siku, asilimia 30 kwenye uwekezaji na asilimia 20 kwenye akiba. Kama una uhitaji mkubwa wa uwekezaji kwa kipindi fulani, utahakikisha kwamba kile kipengele unachowekea uwekezaji kinakuwa na kiwango kikubwa cha pesa. Hili inabidi ulizingatie sana na hivyo vigezo nilivyovitaja mwanzo, kwa sababu uwekezaji ni vizuri kwa uwe anza mapema sana kwenye umri mdogo. Ukichelewa kuanza huo uwekezaji, utakula kiwango kile ambacho unatakiwa kuweka kwenye akiba, na akiba mara nyingi ni kwa ajili ya malengo ya muda mfupi na malengo ya muda wa kati. Kwa hiyo vizingatie hivi vigezo na chagua mgawanyo mzuri kwenye kipato ambao utaufuata muda wote, ili uhakikishe kwamba maisha ya kawaida yanaendelea, unapata kiwango cha kuwekeza, lakini bado unatunza akiba. Hatua ya tatu, ufungue akaunti maalum kwa ajili ya akiba. Usitunze akiba yako kwenye akaunti ile ile yenye pesa zako kwa ajili ya matumizi ya kila siku, wala usiichanganye na pesa ya uwekezaji. Utachanganya matumizi na kuna kimoja hakitaenda sawa. Mara nyingi itaingia yote kwenye matumizi ya kawaida ya kila siku. Akaunti ya akiba iwe na sifa hizi: iwe inajitegemea, iwe independent kabisa na akaunti nyingine, na hiyo akaunti isiwe rahisi sana kwenda kuchukua hela na kuitumia. Ikiwezekana fungua akaunti ambayo haina makato. Taasisi nyingi za kifedha zinaruhusu kwenye hizi akaunti za malengo kutunza hela yako na wasikuwekee makato hyoyote hii itasaidia kulinda akiba yako, sio unaweka hela baada ya mda unakuta yote imeishia kwenye gharama za makato. Hatua ya nne unatakiwa kuzingatia ni kuhakikisha kwamba akiba inakuwa sehemu ya matumizi ya lazima kwenye kipato chako. Kama umechagua kwamba asilimia 40 ya kipato changu itaenda kwenye akiba, hakikisha kwamba kila mwisho wa mwezi au wiki moja, kulingana na nerini unaingiza kipato chako, hakikisha hayo matumizi ya akiba yanakuwa ni ya na unaitoa kabla ya kufanya matumizi mengine yoyote ili usisumbuke sana hapa. Ongea na benki yako kwenye ile akaunti ambayo inaingiza kipato chako, weka standing order. Watakuwa wakihamisha pesa labda kila mwezi au kwenye kipindi chochote ambacho unaamua kwenda kwenye akaunti yako ya akiba, bila wewe kufanya chochote. Hiyo itakusaidia kwamba pesa ikiingia, kabla hujaitoa, inaondoka yenyewe, inaenda kule unakotaka kuweka akiba. Hiyo itakusaidia kutimiza lengo lako la akiba. Hatua ya tano unatakiwa kuzingatia ni kuwa na tabia muhimu sana, tabia ya Epuka matumizi ambayo siyo ya lazima. Ukiwa na matumizi mengi ambayo siyo ya lazima sana, yatakufanya ushindwe kutunza kiwango kinachokutosha kinachokufaa kwa ajili ya akiba yako. Jizuie kufanya matumizi na manunuzi yanayoongozwa na hisia na mihemko, na usinunue kitu ambacho unaweza ukakifanya mwenyewe au ukakitengeneza mwenyewe. Kama kuna uwezekano wa kukipata kwa njia ya rahisi bila kutumia gharama yoyote, fanya mwenyewe, na ukiweza kupata huduma au bidhaa ambazo zinatolewa bure zichukulie advantage zitumie kwa sababu hakuna sifa sana kwenye kuwa na matumizi makubwa yasiyokuwa na lazima. Punguza matumizi yako, ili kile unachokitunza kiende kwenye akiba. Hatua ya sita: wekeza kwenye njia mpya zitakazokuongezea kipato. Wekeza kwenye vyanzo vipya vya kipato, na kwenye kila chanzo chochote ongeza thamani, ongezea ubora ambao utakusaidia kuingiza kipato zaidi, kutengeneza pesa zaidi kwa kila chanzo cha kipato, unavyoongeza kipato ili asilimia yako ya akiba inazidi kunenepa, inazidi kuongezeka, inazidi kuwa kubwa. Asilimia tano ya milioni moja na asilimia tano ya milioni kumi, ninajua wengi tutahamia au tutakimbilia kwenye ile asilimia ya milioni kumi. Kwa hiyo boresha vyanzo vyako vya kipato ili akiba yako pia iweze kukua. Hatua ya saba tumia kanuni bora na nzuri zinazokusaidia kwenye manunuzi. Tumia kanuni hizi mbili Kanuni ya kwanza ni kanuni ya saa 24. Kwenye manunuzi yako na matumizi yako ya muda mfupi, hakikisha kwamba haufanyi kitu chochote kabla ya kukiweka kwenye orodha yako na kusubiria angalau kwa saa 24. Ukijipa muda wa kusubiria angalau siku moja, utajipa nafasi ya kujua kama hiki kitu kimesukumwa na mihemko au kweli unakihitaji. Ndani ya saa 24 utajua kama kweli hicho kitu unatakiwa ukinunue. Kanuni ya pili ni kanuni ya siku thelathini. Hii ni kwa ajili ya matumizi ya vitu vya muda mrefu, vitu vikubwa. Unataka ununue nyumba, unataka ununue kiwanja, unataka ununue gari kubwa la gharama kubwa, na unafanya maamuzi ndani ya siku moja, siku ya pili unanunua, na kipato chako labda hakiruhusu kiasi hicho. Jipe muda, weka kwenye orodha Jipe siku thelathini. Utalikumbuka, utalifikiria mara mbili mara tatu, maisha yataendelea. Itakupa nafasi ya kufikiria kwa undani, kufanya research, na kufanya maamuzi ambayo unajua hauja kurupuka. Hizi kanuni mbili, kanuni ya saa 24 na kanuni ya siku thelathini, zitakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Hatua ya nane, epuka mikopo isiyokuwa ya lazima, na ikiwezekana epuka kabisa mikopo, labda kama ni ya kuendeleza biashara zako na uwekezaji na kama ni ile mikopo ambayo unaimudu kabisa na umechukua muda kuifikiria ukaona unawekeza kwenye kitu ambacho uwezekano wa kukuzalishia na kulipa marejesho ni mkubwa. Mikopo na madeni ni vitu ambavyo vinatafuna kipato chako, na vinakupunguzia uwezo wa kuweka akiba. kuliko uamue kwamba unawahisha matumizi fulani kwa kutegemea hela ya mtu mwingine. Ni vyema ukaahirisha matumizi na ukaweka akiba, ili hayo matumizi uyafanye baadaye kwa pesa yako mwenyewe. Tunza pesa utumie baadaye, kuliko kutumia sasa hivi na kuanza kuitunza kwa kuilipia kwa mtu mwingine. Hatua ya tisa, ifanye akiba yako kuwa uwekezaji hapo mwanzo nisema kwamba unaweza ukakigawa kipato chako kwenye kipengele cha matumizi ya kawaida, akiba na uwekezaji, lakini unaweza ukaifanya akiba yako ikawa sehemu ya uwekezaji. Unaweza ukaitunza akiba yako kwenye akaunti ambayo pia inazalisha kwa asilimia fulani, haina labda makato, na labda pia kila mwaka unapata asilimia kumi, thelathini, kumi na tano, saba, asilimia yoyote. Kwa hiyo inakuwa tu sio akiba, ni kwamba ni akiba inayozalisha, na hiyo tayari unaanza wa uwekezaji na pale ambapo akiba yako inakuwa sio mbaya, ukapata kiwango fulani ukakiweka kwenye uwekezaji wa muda mrefu, matunda na matokeo ni bora zaidi kuliko kukaa na akiba, kwa sababu akiba ni kuahirisha matumizi kutoka sasa hivi mpaka kipindi ambacho kiko mbele yako, lakini kama inatuna inavimba inakuwa unaweza ukatoa sehemu ambayo ukaiweka kwenye uwekezaji hata wa muda mrefu. Hatua ya kumi sasa ambayo unatakiwa kuizingatia sana ni kuboresha kujenga na kukuza nidhamu yako ya pesa kwa ujumla, na hili litapatikana kwa kujifunza kwa watu kwa kufanyia kazi na kwa kutokurudia makosa unayoyafanya. Jifunze kwa waliofanikiwa kwenye masuala ya akiba na uwekezaji, jifunze kwa wataalamu na wabobezi, kwa vitabu vyao, kwa kozi zao Ikiwezekana pata menta au coach. Jifunze uh, kwa kuangalia kwenye mitandao, wafundishaji na waelimishaji ni wengi. Soma makala tofauti, na ikiwezekana pia jiunge kwenye vikundi ambavyo vinaweza kukusaidia kukuimarisha kwenye nidhamu ya pesa, na huu ni muda ambao unaweza ukajenga network na watu ambao mnaendana, watakujenga sana kwenye tabia na nidhamu ya pesa. Natumaini umepata jambo la kujifunza. Asante kwa kuangalia. Kama bado hujasubscribe usiache kufanya hivyo, na kama unaswali, au una swali au na maoni, tuwekee kwenye comment section. Usiache kuangalia video zetu nyingine na mafundisho ambayo tunayatoa. Mimi ni Michael na hii ni Lenzi. Karibu mara nyingine tena.